Jina langu ni Talib Ramadhani Suleiman Chonjoro maarufu Jecha, kutoka shehia ya Mchakwe, wilaya ya Mkoani, mkoa wa Kusini Pemba, jimbo la Kiwani. Tukiwa tunaelekea katika ufungaji wa kampeni katika jimbo letu, tumeshuhudia kampeni za kistaarabu zinazolenga maslahi ya wananchi wote katika jimbo la Kiwani, zinazoongozwa na mheshimiwa Hemed Suleiman Abdullah, mgombea wa uwakilishi katika jimbo letu na wagombea wengine wa Chama cha Mapinduzi. Kampeni hizi zimetupa zi matumaini makubwa sana sisi vijana. Kwa mfano, mheshimiwa katuahidi kuboresha michezo katika jimbo letu kwa kuleta jezi za kisasa, viatu vya kisasa, yaani vifaa vyote vya kuchezea mpira vya, kisa, vya michezo vya kisasa ambavyo vitatusaidia sisi kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine kimichezo. Lakini pia mheshimiwa Hemed Suleiman Abdulla pamoja na wagombea wenzake wa jimbo hili wameyatafsiri wa, wame mambo mengi kwa vitendo na baadhi yao yameanza utekelezaji. Kwa mfano Mheshimiwa Hemed Suleiman Abdulla ambaye ni mgombea wetu amelifafanua kwa vitendo suala so, la kwamba maji ni uhai. Leo ndani ya jimbo la Kiwani tunatumia maji safi kwa ajili ya shughuli mbalimbali, kunywa, kufulia na mambo mengine pamoja na umwagiliaji. Lakini pia Mheshimiwa Hemed ametafsiri suala la miundombinu ya barabara ni chachu ya maendeleo kwa vitendo. Kwa mfano leo katika jimbo la Kiwani kuna barabara nyingi za ndani zinazopitika ambazo zinaiunganisha Kiwani yetu. Lakini pia Mheshimiwa Hemed Suleiman Abdulla ameahidi mengi kwa kina mama wajasiria mali na wafanyabiashara wadogo wadogo kwa kutuahidi kutujengea masoko ya kisasa ambayo haya yatawezesha wafanyabiashara wote kufanya biashara katika mazingira bora ambayo yataleta yata tija katika Kiwani yetu. Nichukue fursa hii adhimu kwa shauri vijana wenzangu kwamba ujana wa mtu ndio rasilimali yake. Kwa hiyo siku yetu ya kupiga kura ni siku ya tarehe 29 ya mwezi huu. Kwa hiyo hayashime, vijana wenzangu, tujitokeze kwa wingi tukapige kura. Baada ya kupiga kura turudi nyumbani kwa ajili ya kuendelea na shughuli nyingine. Amani, amani ndio msingi, msingi wa maendeleo. Amani ndio msingi wa maendeleo maisha. Hivyo vijana wenzangu, tusije tukatumiwa na makundi ambayo hayalipendelei mema taifa letu, tukawa ndio chachu ya uchafuzi wa amani hii tulio nayo. Vijana wenzangu na watanzania wote kwa ujumla, tuwe mstari wa mbele kuilinda amani yetu, kwa sababu amani ndiyo msingi wa maisha yetu. Amani, amani, amani. Pamoja tuijenge Kiwani yetu.